Shukuru sana ulioagiza wamefika ndani ya siku hizo ulizo waelekeza kwamba wafike waweze kunifanyia njia, na jana wamefika wametatua tatizo langu ambalo lilikuwa limeniuma kwa muda mrefu, limekuwa donda ndugu. Hivyo mheshimiwa, napenda kuchukua nafasi hii nikushukuru sana, lakini pia nikiendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Hassan daktari ambaye aliona ni vema asogeze huduma hii kwa wananchi, ili nasi wananchi tuweze kupata nafasi ya kusikilizwa, kwani nafasi hii tulikuwa tunaikosa sana na tulikuwa tunaumia kutokana na matatizo, yawezekana yakuwa madogo, lakini yanakuwa mpaka makubwa kwa sababu ya gharama za kiuchumi. Tunasema asante. Nipende kusema kwa ufupi, ninakushukuru na ninaendelea kukuombea kwa Mwenyezi Mungu. Nasema wananchi wasongea hawajakosea. Mheshimiwa, ikikupendeza, naomba nipige magoti na nikiendelea kukuombea kula kwa wananchi wa Songea wakuchague tena, kwani kula zao zimeniwezesha hata mimi kugusa ili kupata angalau uondo, kwa sababu wewe ndio umetuma timu yako ili iweze kufika. Na hao watendaji vijana ambao umewatuma kweli ni wachapa kazi na wanafanya kazi kwa kujituma kwa moyo amini kwamba wanafanya bule, bule, bule kabisa. Huu ni ushuhuda tosha. Ninasema asante mama yetu, inamwombea kwa wananchi wote, tukubali tumpe ridhaa tena ya miaka mitano aongoze bila upinzani wowote. Mama Samia oye! Mheshimiwa Damas Ndumbaro oye! Na waheshimiwa wote wa wilaya yetu wakiwemo mheshimiwa wa wilaya Erasto Sima mama yetu, mheshimiwa wa mkoa Fatuma Mwasa na waheshimiwa wote, mimi ninapenda kuwashukuru. Nasema sasa hivi ndio maana nilikuwa nimeshakimbia kwenda kupumzika, kwa sababu nilikuwa silali, yaani nilikuwa nimeshapata hata vidonda vya tumbo, lakini kuanzia hapa sasa mimi nitapona. Mheshimiwa, asante sana, nashukuru.